Kwenye video inaenda kukupa ishara nane, kama uko chini ya shinikizo la kichawi na la kishirikina. Cha kwanza, wewe muda wote unaona, unahisi watu wanakuangalia, mbona hapa kama, kama kuna mtu, kuna tu vivuli vivuli vinapita. Uko chini ya shinikizo la kichawi, kuna mtu amekufanyia uchawi, kuna mtu anakuloga kabisa. Nasikia, nasikia, nasikia sauti, kuna mtu anakuloga. Ya pili, unaota ndoto mbaya, unaota ndoto za ajabu ajabu, unaota umenyolewa nywele, umekatwa katwa, mara umechafuka kama ulikuwa unakimbia, unaota kitandani kwako kuna mamichanga michanga, uko chini ya nini, ya shinikizo la kichawi. Lakini sio hivyo tu, baki na mimi mpaka mwisho wa video, kwa sababu baada ya hizi ishara ninaenda kukwambia ni ni nini cha kufanya ili utoke kwenye hilo shinikizo. Okay, ya tatu una magonjwa lakini hospitalini hayaonekani. Lakini mbona najisikia hivi, mbona kama najisikia hivi, lakini hospitali wanasema niko sawa? Ni shinikizo ya yani. Nne, unapitia series of bad luck, nitumie neno gani? Yani wewe mikosi, yes, unapitia nini? Mikosi yaishi, utaibiwa, utatapeliwa, utapewa hadi feki utabadilishiwa promotion, utapandishwa cheo kitachukuliwa, ugumu wa maisha, mambo ya kuharibika, yani ni moja lengeje jingine moja lengeje jingine moja lengeje jingine, maana yuko chini ya shinikizo la kichawi. Ya tano, asante Roho Mtakatifu, eh rasi kitaliana, kukataliwa, kukataliwa na kuchukiwa, wewe haukubaliki popote, ukiingia sehemu watu wanaondoka, watu wanakuchukia bila sababu. Mimi watowanipendi bila sababu. Mbona mimi na upendo mimi mi watawanipendi bila sababu? Kwa nini? Kwa sababu uko chini ya shinikizo la like kichawi, you under witchcraft manipulation. Ndio maana hmm? ya sita, kupoteza promotion, hupigi hatua, unafeli kufeli at the end of breakthrough kwamba yani, kuna kuna dili alisikilizia wiki yani, hapo wiki nimeambiwa sio nini, kilitokea nilala, nikaamka mambo yameharibika ni nini? Uko chini ya shinikizo. Tunapona leo, tunapona leo, tunapona leo, tunapona leo. Ya saba vitu kutembea mwilini, anahisi nice kama vitu vinanitembea mwilini, yaani nikikana kama vitu vinanitembea kwenye miguu, kama kuna vitu vinanitembea kichwani. Dalili nyingine ya nane kupoteza mwelekeo kupoteza nisemaje, kupoteza... ulikuwa ni mtu mwenye idea nyingi nyingi nyingi, lakini ghafla imepotea. Ya yani, uchovu muda wote, thank you Jesus, uchovu muda wote. Nataka tu, sijisikii tu, leo sijisikii, nimechoka, kila kitu kwako kigumu. Ulikuwa unaelewa cha kufanya, ghafla sijisikii, kama niache kazi, nimechoka. Ni tu uko chini ya nini? Shinikizo la kichawi. Fanya hivi cha kwanza cha kwanza, toba toba, kwa sababu unavofanya toba unafunga huo mlango ambao shetani ametumia kuingia. Shetani hawezi kuingia maisha, kwenye maisha yako kama haujamfungulia wewe mlango. Yani, ka, yani sisi ndo tunamwalika. Tunamwalikaje? Kwa kufungua mlango wa nini? tuna hasira tuna uchungu, hatusamei. Kwa hiyo hata mtu akijaribu kuku akiwa anataka kukuloga anakupeleka jina, hebu mniangalizie huyu mm, huyu. Tunaweza tukatumia huu mlango wa hasira, huyu ana hasira sana. Huu hapa, huu ni mpenyo. Huo toba, toba ya damu ya Yesu, unavyoomba toba unafunga huo mlango. Alright, ya pili unamuomba Mungu ainuke na apigane na wewe Mungu inuka na upigane na mimi, inuka na upigane na mimi. Maombi haya yapo kwenye description, nitaka kwenye description, lakini pia kuna link ya whatsapp channel ya maombi kwa hata maombi haya unaona kwa description na mengine mengi utayakuta kwenye whatsapp channel yangu ya ya, ya Vanessa Fred sawa. Naambia Mungu, naomba uinuke na upigane, upigane kwa ajili yangu. Ya tatu, unavunja hizo madhabahu na hizo programming zote ambazo zimewekwa kwako. Amba Mungu, navunja madhabahu zote zilizoinuliwa zilizosimama kunipiga vita kwa jina la Yesu. Cha nne, unakataa hayo maagano na hayo makubaliano, unavunja makubaliano kwa sababu wachawi wanahitaji ukubaliane nao ili kuingia. Unakubaliana nao vipi? Kwa zawadi, kwa chakula, kwa hela kwao. Mtu anakupa hela ukishachukua, umeshafungua mlango. Chakula unakula, zawadi unavaa. ko Mungu, ninavunja makubaliano yoyote ya wachawi. Ninavunja makubaliano ambayo mimi nilikubaliana nao kwa kujua, kwa kuto kujua. Wambia Mungu, ninavunja ninayakataa. Okay? You nullify and renounce evil covenants and vows ya tano. Oh, thank you Holy Spirit. Na kwenye kuvunja hapa muda mwingine ni sisi ndo tumefungua mlango kwamba ulikuwa kwenye mahusiano na mtu. Thank you Jesus. Kaza mimi sikuache, sikuache, sikuache, ukamuacha. Hayo maneno yanaishi. Okay? Kwenye kuvunja makubaliano unavunja mpaka soul ties za mahusiano, za urafiki unazivunja. Maneno yote ambayo uliyasema mwenyewe ikafanyika kama mlango. Unayavunja kwa jina la Yesu. Ya tano, unanyamazisha sacrifice zote na sauti zote unanyamazisha sadaka zao zote walizozitoa. Kwa sababu gani? Nguvu yao au nguvu ya kila madhabahu ipo kwenye sadaka inayotolewa hapo. Anayetoa, anayetoa kuku na anayetoa sadaka ya watu, mbili tofauti. Kwa kama kuna sadaka yoyote ambayo iliwekwa kwenye hiyo madhabahu ambayo inaipa nguvu inaipa nguvu hizo nguvu za kichwa kwenye maisha yako, amb Mungu unazinyamazisha zote kwa jina la Yesu. Na tunakumbuka kwamba sisi tuna Yesu Kristo, sawa ya yeah. Yeah, ya sita, unamwomba Mungu arudishe yeye kisasi na arejeshe vyote ambavyo umevipoteza na nao wote ambao wamesimama kukupiga wewe vita. Sasa, ukitaka, ayo, ayo we na nguvu, ongeza mfungo wa siku zako saba alafu utaona vitu vinavyoanza kubadilika kwenye maisha yako.